Mambo yaliyotokezea katika uchaguzi mkuu siku ya tarehe 29 na siku ya tarehe 28 ni hayo hayo yaliyotokezea katika jimbo langu, isipokuwa kuna baadhi ya mambo ambapo sisi labda tuliyapata zaidi kuliko majimbo mengine. Kwa mfano, siku ya tarehe 28 majira ya saa tisa jioni katika kituo cha Shumba Vyamboni vikosi vya SMZ pamoja na JWTZ walikwenda wakakiteka kituo cha Shumba Vyamboni pamoja na kituo cha Mihogoni. Baada ya hapo, wakaletwa mapandikizi kwa magari karibuni mawili. Tulipokwenda mimi na mwenyekiti wa mkoa, ilikuwa tunapitia vile vituo tukaona kwamba kuna ulizi mzito wa jeshi pamoja na vikosi vya SMZ wakiwa wana mbwa wakubwa sana, kiasi ya kwamba watu wote wanashindwa kufika katika eneo lile. Badala yake wakawapanga wale mapandikizi mistari huku nyuma, ikawa wao wanawalinda na mitutu ya bunduki, wakiwa wana majibwa ya kiasi ya kwamba watu wote wanashindwa kufika katika eneo lile pale. Lakini sambamba na hilo, ilipofika majira ya kuhesabu kura sasa, kituo cha Shumba Viamboni wakaendelea kukiyeka katika ulinzi mzito kiasi ya kwamba mawakala wetu waliwaweka chini ya ulinzi tena, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, siku ile ilikuwa ni siku ya mvua, mawakala wetu walitolewa nje wakawekwa chini ya mchanga kitako, wakaambiwa hawana ruhusa hata ya kutoka kwenda kujisaidia. Wao wamondani pamoja na maafisa wa tume wanahesabu, wanahisabu kura, wengine wanachana vitabu vyengine vya kura, wanaingiza kura zile ambazo, wanaingiza kura katika visanduku. Kwa hiyo hiyo ndio hali iliyokuwa katika jimbo la Tume. Tulipomaliza katika swala zima hili wakatoka pale wakavisafirisha vitanduku kuvitoa katika maeneo ya vituo kuvileka wilayani. Ndugu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kukwambia kwamba walitoka na vitanduku vile saa tatu na nusu, jimbo la Tumbe walifika navyo Micheweni saa sita za usiku. Sasa sijui walipita wapi mpaka muda wote huo karibuni masaa matatu wametoa visanduku Tumbe kuvileka Micheweni kwa kura ya mapema. Kura ya mapema ilikuwa kituo chetu cha kupiga kura ni ole skuli, ilikuwa ni watu 248 waliotegemewa wapige kura hiyo ya mapema, lakini katika watu 248 wa waliokuwa ni wa, wamo kwenye maeneo yetu ni watu 247 wote walituliwa hakiki hakuna hata mmoja mmoja tu alikuwa ni askari anaitwa Hamisi Omari huyo ndiye alikuwa ni mpiga kura haresi lakini tuendelee na, na uchaguzi kama ulivyokuwa asubuhi na mapema baada ya kituo kufunguliwa kulingia sukania moja ya polisi pamoja na mabasi mawili yalikuwa yamesheheni wapiga kura hawa. Mapema walichokifanya pale, walivamia kituoni, wote wakaingia vituoni. Ndani ya kituo mlikuwa ni watu kumi, yule msimamizi wa uchaguzi asoma majina upesi upesi, wakala yanachanganya, hajui ni upi aliyesoma majina na aliyekuwa asoma majina. Lakini jambo la kusikitisha jingine ni kwamba mawakala wakiangalia ndani ya daftari lao yule aliyeitwa jina sie na halafu, hata sura yake sio. Kuna wakala mmoja Haji Mdungi alinita kanambia, hebu angalia yule anachaniwa kura pale, na huyu aliye ndani ya sura ndiye tuangalia, aliye kwenye daftari ni mtoto, lakini yule ni babu mkongwe. Kwa hivyo mambo haya yalitushangaza sana, kwa sababu ilikuwa hapatendeki haki. Jambo jingine nije, suala la wakala. Mheshimiwa, mawakala wetu walikuwa akikandamizwa sana kuna wakala wetu mmoja, kituo namba tatu ole pale, wakala huyo aligundua watu wanaingiza kura zaidi ya tano. Wakala kama wajibu wake akasema, jamaa, zile kura ni nyingi, mbona af-kwenye kwenye kisanduku hazingi? Basi kusema hivyo tu msimamizi wa uchaguzi akamwita askari, askari akamtoa nje. Umtoa nje, mimi nikaenda mkantetea wakala wetu, jamani huyu arudishwe ndani, kwa sababu hakuna sababu ya kutolewa nje, ni wajibu wake kama wakala, yeye ataika na fainini kwa sababu yeye analinda maslahi ya chama chake, ndio haya, lakini mnamtuanje kwa sababu gani? Lakini askari alikuwa nao ashapewa maelekezo, basi wakamtoa. Mheshimiwa, hali ya kura ya mapema ndiyo hivyo ilivyokuwa. Tukija wale wanaopiga kura watu wa mapema, baada mabasi yale mabasi mawili na ile ya moja kumaliza muda mdogo wakaingia wengine na gari moja ndogo, kuingia pale gari moja mdogo, tukaenda tumie na na wagombea wenzangu, akiwamo wagombea wa wawakilishi, tukaenda kuzuia ile gari kwamba hawa wasipige tena kura, kwa sababu maelewano ni kwamba wapiga ajigalo wa mapema tayari wameshamaliza, lakini kwa sababu maelekezo ndio kama hivyo, wakataka walazimishe kupiga kura. Tulichokifanya tulijitoa muhanga, tukakaa kwenye kwenye nini pale kituo, tukasema hapa hapigi tena mtu kura kwa sababu tayari watu washamaliza. Lakini pale kwa sababu yaonekana kwamba hapana uhuru, askari wakatutoa nje, mie na mgombea wakilishi, wakatambia tokeni nje, tukatoka nje. Lakini wale waliobakia wakarudi, wakapiga kura, wengine wakaoga, wakaondoka. Tukarudi tena kituoni kwa sababu si watu wote wakizi. Tuliporudi kituoni, muda si muda, ikaja gari nyingine kutaka piga kura hiyo tulifanikiwa kuizuia, kwa hivyo ile isipige tena kura. Wakaletwa tena wengine ikawa tuzuia, alhamdulillahi rabbil alamina. Ikawa washamaliza wale watu wa kura mapema, wasije tena. Tuje kwenye uchaguzi wa siku ya pili, mheshimiwa. Kama kawaida siku ya pili tukaingia kwenye uchaguzi makala wetu, bahati nzuri walikuwa mondani, lakini wakapuruzia kidogo kwamba ule uchaguzi kutoka saa moja mpaka saa nne tano ikawa unakwenda vizuri, lakini baadaye ilikuwa kuna unameelekezwa kwamba watu ambao wanakuja kusaidiwa sasa waziwe, na hilo alifanya kwamba watu ambao wajasa, wajasaidiwa mtu ambaye hawezi kupiga kura anatetemeka mpaka mikono, alazimishwa kwamba yule apige kura mwenyewe atawezaje? Kwa hivyo hivyo itakabidi tusimamie kwamba tumtake simamizi wa uchaguzi kwamba hii si halali na si uhuru, kwamba mtu atakasaidiwa kwamba asisaidiwe. Kwa hivyo watu wasaidiwe kama kawaida kwa hivyo hapo, ikawa ni papatu, tukazongana na wasimamizi laki tuka lakini, bahati nzuri tena, alhamdulillahi, tukafanikiwa. Lakini nije katika kituo kimoja, kituo cha shehia mjini Ole, ambao uchaguzi ulifanywa ule. Pale kuna chumba kimoja, kuna wakala wetu. Wakala wetu alikuwa akimwangalia mchanaji wa kura sana, kwa sababu alikuwa kashamuona achana kura nyingi akizika juu. Basi, alipo mshtukia kwa mbono aniangalia nino huyu. Kwa saka ajua kwamba huyu atanigundua. Basi alikwenda nda katoa nje. Kutoa nje hana sababu ya kutoa nje. Mimi binafsi nilitafuta pio Piyo kutani ule Opo aliyepo pale kituoni, nga mwambia. Nataka tunchukue huyu wakala, tumpeleke uye chumba, tuangalie kamfanya kosa gani. Lakini tulipokwenda pale maakala wenziwe, kuwauliza wakasema huyo hajasema lolote. Pio nikamwambia kuna uhalali wa kuwamo ndani, lakini pio kwa sababu na ye kasha nani ule opo kasha kuwa kwamba hili ni agizo, basi asikubaliwe. Halafu nikamwita mheshimiwa mgombea wa ubunge vile vile kwamba aje asimame, lakini vile vile hakuambiwa hata abaki kwenye kile chumba. Tukaendelea kwenye suala la la kuhesabu kura, kituo hicho ambacho kilitolewa wakala wetu nani yule msimamizi nani yule mgombea wa ubunge Said Ali Burhani, alikwenda kutaka aingie yele, ili asimamie kura zake, hakuruhusiwa akatolewa nje. Sasa, katika utaratibu uliofanyika kuhesabu kura, yule msimamizi wa uchaguzi alikuwa akichukua ile kura yake, ajiangalia yeye mwenyewe, akisoma yeye mwenyewe, mawakala wa mbali, halafu akahesabu akaika. Kwa hivyo utaratibu ulikuwa ni huo, kwamba yule wakala wetu hana uhuru wadani kufanya lolote na atakapohoji basi, alikuwa yule akiambiwa askari mtoe nje, na askari kazi yake alikuwa akitumia kama kawaida, kwa sababu kuna agizo la bwana mheshimiwa. Mie katika sehemu ya shehia ya mjini Ole na shehia ya Ole tulifanikiwa kupata fomu za makala katika vituru hivyo. Shehia ya mjini Ole ilikuwa na vituru vitatu na shehia ya Ole vituru vitatu, zote tulifanikiwa kupata kupata fomu za wagombea kuanzia udiwani, uwakilishi na uraisi, na zote matokeo yake ni mazuri. Kituo cha Mchangarima wakala wetu walikuwa wako bado, walihesabu mpaka wakamaliza, lakini waliambiwa kwamba atie saini mwanzo, wakakataa. Kwa hivyo wakaambua kama fomu habupewi, lakini nayo na matokeo mazuri sana. Tukenda upande wa vitongoji, upande wa vitongoji hakupata kuisegua kura kwa sababu taarifa iliyopo mgombea nafasi ya udiwani yasema asema ana fomu moja tu, kwa sababu maafisa ndogo kule alikunjwa yote. Kwa hivyo watu hakupata kuhesabu kura vizuri, na kama hivyo watu hakizalilishwa nani wale, mawakala walikuwa hana huru kama sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo hili lilikuwa ni agizo la kitaifa, kila sehemu ilikuwa ni hayo, uzalilishaji, ukandamizaji, uhuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Micheweni ni miongoni mwa majimbo 50 yaliyofanya uchaguzi wa tarehe 28 na 29. Uchaguzi wa tarehe 28, yaliyotokea ni vikosi vya SMZ kupiga kura zaidi ya mara tano hadi saba, vikiwamo KVZ lakini pia jeshi la JWTZ kuwashuhudia wakiwa na magari yao kuja kuteremsha jeshi kwa ajili ya kupiga kura ya mapema, wakati ndani ya jimbo la Micheweni hatuna kituo chochote cha jela ndani ya jimbo la Micheweni, lakini waliletwa. Lakini baya zaidi, kama ilivyo ada, tulikuwa na wapiga kura wa mapema elfu moja na mia tano na nne ndani ya jimbo la Micheweni kwa bahati njema, kwa mfano tukituo cha Shumba Mjini kilikuwa na wapiga kura ya mapema sita, lakini waliopiga kura zaidi ya watu mia mbili siku ya kura ya mapema. Mheshimiwa mwenyekiti, kadri sisi ma, mawakala na viongozi tuliokuwepo kwenye kura ya mapema tulipohoji kama huyu kashapiga kura tuliambiwa hakuna mamlaka ya kuhoji, na mawakala wangu ilikuwa wakihoji wanatolewa nje. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi binafsi majira ya saa nne asubuhi nilimshuhudia mwanamme ambaye alikuwa kavalia nguo za KVZ akiwa na kitambulisho cha kike, na nikakikamata, lakini polisi waliokuwepo nikawaita, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Huo ilikuwa ni mfano tu miongoni mwa mifano ambayo nilishuhudia muda huo. Kama ilivyo ada, zoezi liliendelea hadi muda wa kufungwa kwa kituo cha kupigia kura, kwa sababu siku ile kituo kilikuwa kimoja. Lakini kama ulivyoagiza, kama kura zihesabiwe baada ya kupigwa tu, hilo jambo halikuwepo, na wala hawakuwa na mashirikiano yoyote. Kwa hiyo kura hazikuhesabiwa mawakala wangu waliendelea kulala na kura kituoni, lakini majira ya saa sita usiku vituo vilitawanya kura kila mmoja kwenye shehia ya yake. Siku ya pili ya tarehe 29, tarehe 29 kura za kura ya mapema hazikuhesabiwa. Baadhi ya vituo vilivyoviki ndani ya jimbo la viceo, vituo vilifunguliwa watu wakaendelea kupiga kura kwa jinsi ya utaratibu uliokuwepo pale mapema, lakini baadaye zoezi la upigaji kura nalo likaharibika kwa kuletwa watu wale wale waliopiga kura tarehe 28. Tofauti ni kwamba siku ile walikuwa na uniform, siku ya tarehe 29 hawakuvalishwa uniform. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la kusikitisha kwenye jambo hili ni pale watu walipojitolea nguvu zao kwa ajili ya kuwazuia watu wasipige kura lakini vyombo vya ulinzi na usalama ndivyo vilivyosimamia kuhakikisha watu wale wamewarejesha kwenye vituo na kuendelea kupiga kura. Kazi hiyo ilisimamiwa ni DSO wa wilaya ya Micheweni. Mheshimiwa mwenyekiti, kadri tulipoendelea kumwambia na kumwambia afisa wa uchaguzi wa jimbo yanayoendelea si haki lakini aliendelea kutuambia kama mtalalamika baadaye, lakini zaidi tuliendelea kutishwa. Kwa hiyo vitisho vilikuwa vingi, hilo ilikuwa ndio zoezi la kura lilioenda. Muda wa kufunga vituo, mheshimiwa mwenyekiti, vituo vilifungwa saa kumi, lakini vilifungwa vituo tu kwamba watu wasipige kura. Maafisa wa tume ya uchaguzi ambayo kila kituo kimoja ndani ya jimbo la Micheweni na sheria saba kila kituo kimoja kilikuwa na mwanajeshi ambaye alikuwa ni msimamizi mkuu wa hicho kituo, na kila kituturi kimoja kilikuwa na KVZ au watu wa serikali wasiopungua wawili au watatu, ambao ndio walikuwa ni wasimamizi wa kura. Kwa hiyo baada ya zoezi kufungwa, kura ziliendelea kupigwa ni wasimamizi wa uchaguzi, sio moja wala mbili wala tatu wala nne. Ilikuwa ni uwezo wa mtu binafsi kwa mfano kituo namba tatu, Micheweni msimamizi wa uchaguzi alipiga kura mpaka akawagawia mawakala wote waliokuwemo kwenye kituo. Wakala wetu sisi akapewa kura kumi na nne. Mheshimiwa, zoezi la kuhesabu kura, zoezi la kuhesabu kura, hakuna kituo chochote ambacho jimbo la Micheweni kura walizihesabu na kutupa fomu. Kwa mfano mimi nilikuwa iko Shumba Mjini, lakini yako ambao ya nijashuhudia. Hata tulipodai fomu, walituambia bado hawana maelezo kutoka juu. Hakukuwa na utaratibu wowote wa, wa kutupa fomu ya aina yoyote ambayo ilikuwa ina mahusiano na kura kwa mujibu wa sheria za uchaguzi na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Kwa mantiki hiyo walichokifanya mawakala yako baadhi ya matokeo ambayo waliyapata wao binafsi lakini si ya fomu ambayo ilikuwa ni uhalisia wa uchaguzi. Baya zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati kura zinahesabiwa, mgombea wa uwakilishi wa jimbo la Micheweni wa Chama cha Mapinduzi alikuwa anakaa kwenye meza huku akiwa na kura mfukoni na akikakanya kwenye sehemu ya kuhesabia kura. Hayo tuliyashuhudia kwa macho kwa hiyo vituo hiyo, ndio hali ambayo ilikuwa ndani ya jimbo la Micheweni. Hadi tunavyozungumza hakuna matokeo halisi ambayo tuliyapata ndani ya jimbo la Micheweni. Pamoja na yote hayo, tuna imani jimbo la Micheweni ni miongoni mwa majimbo ambayo yatarudi kwetu mapema.